Je, umewahi kufikiria hivi kwamba lile zoezi linaloonekana rahisi kabisa la miguu lile la kwanza kwenye Pilates reforma linaweza kuwa kama maabara kamili ya kibayomekaniki? Kabisa, hiyo ni njia nzuri sana ya kuliweka. Ni maabara ambayo mm, haisemi uongo. <laughs> Leo basi hebu tulichambue kwa undani zoezi hilo la footwork na tutaingia hasa kwenye mkao mmoja tu ule wa toes apart, heels together. Vidole mbali, visigino pamoja. Hasa, vyanzo ulivyotupa vinaonyesha hili si tu zoezi la kupasha mwili moto, ni kama, kama kufanya uchunguzi wa kina wa jinsi mwili wako unavyopanga mwendo. Ni kweli, na ni uchunguzi ambao hauna huruma. Kwenye reformer hakuna mahali pa kujificha, mwele wako unasema ukweli wote. Hapo. Hilo neno hakuna pa kujificha linanivutia, lakini kusema kweli, linaonekana rahisi sana, au sio? Yaani ni kusukuma na kurudi tu. Kuna siri gani hapa? Na hapo ndipo uzuri wake ulipo. Urahisi wake unaficha ugumu na utajiri wa taarifa unaopata. Taarifa gani? Fikiria hivi, kwa mwendo mmoja tu unapata picha kamili ya uthabiti wa nyonga yako mpangilio wa kiwiliwili chako, jinsi magoti yako yanavyofuata mstari sawa na hata jinsi unavyokanyaga. Yani, kila kitu kinaonekana wazi. Kwa hiyo ile spring inakuwa kama msema kweli. Hasa nguvu ya springi inaonyesha mara moja pale mwili wako unapopoteza ule mfuatano sahili. Aha, inaonyesha unapojaribu kudanganya, labda kutumia mguu mmoja zaidi au kupinda mgongo unakuwa kwenye mazungumzo ya moja kwa moja kati ya nguvu, ulaini na ufahamu wa mwili wako. Kumbe sio tu kusukuma na kurudi, ni zoezi la kudhibiti nishati. Sasa hii dhana ya kudanganya inanipeleka kwenye labda sayansi yenyewe, ni misuli gani hasa inatakiwa kufanya kazi? Swali zuri sana. Jibu liko kwenye kiini kabisa cha jinsi misuli inavyofanya kazi. Ndani ya kila nyuzi ya misuli tuna kama injini ndogondogo zinazoitwa sarcomeres. Sarcomeres sawa, hizi ndo zinazofanya misuli ibane, na kuna kanuni muhimu sana hapa, uhusiano kati ya urefu wa misuli na nguvu yake. Ni kama raba, ukivuta sana inapoteza nguvu na ukiilegeza sana pia haina nguvu. Analojia kamili. Hivyo ndivyo ilivyo misuli, iliyonyoshwa sana au kufupishwa sana inapoteza ufanisi na kwenye Reformer unahisi ile moja kwa moja. Mm. Unapojaribu kunyosha mguu mpaka unafunga goti unahisi nguvu inapotea, vivyo hivyo ukikunja sana kwanza, kusukuma kunakuwa kugumu. Kwa lengo ni kubaki katikati, kubaki kwenye eneo lile lenye nguvu zaidi. Sasa hapa kuna kitu kilinivutia sana. Sikuwa najua tuna aina mbili tofauti za nyuzi za misuli zinafanyaji kazi tofauti kwenye zoezi hili, moja Hili ni jambo la msingi sana kuelewa Pilates. Tuna nyuzi aina ya kwanza, hizi ni za uvumilivu, zinafanya kazi taratibu kwa muda mrefu. Fikiria misuli midogo ya mkao. Sawa, zile za uthabiti. Ndiyo. Halafu tuna nyuzi aina ya pili. Hizi ni za mlipuko, zinafanya kazi kwa nguvu na haraka kama unaruka. Lakini zinachoka haraka. Haraka sana. Na footwork inazichanganya zote mbili. Unahitaji uthabiti wa aina ya kwanza ili kudhibiti mwendo na nguvu ya aina ya pili ili kusukuma spingi. Umeelewa vizuri, na hapa ndipo kanuni muhimu zaidi inapoingia. Mwili wenye afya daima huanzisha misuli midogo ya ndani kwanza kabla ya kuita ile mikubwa. Uthabiti huja kabla ya mwendo. Hilo ni jambo kubwa sana. Kumba sio tu suala la kuwa na nguvu, bali ni mpangilio sahihi wa kuitumia. Sasa Hebu tuingie kwenye mkao wenyewe. Huwa toes apart heels together, unafanya nini hasa mwilini? Mkao huu yani mfano mzuri wa jinsi Pilates inavyounganisha mechanics na ufahamu. Unapoweka visigino pamoja na kufungua vidole kama herufi V, unatengeneza mzunguko mdogo wa kando lateral rotation ndio unaoanzia kwenye kiungio cha nyonga. Hiyo inahisikaje mwilini? Ni kama unajaribu kuzungusha mapaja yako kuelekea nje kidogo hasa, na mwendo huo mdogo unawasha kundi la misuli midogo ya ndani kabisa ya kuzungusha nyonga kama piriformis. Sawa. Kazi yake ni kukikumbatia kichwa cha fupa la paja na kukiweka imara. Yaani, unatengeneza uthabiti kutoka ndani kabisa. Sawa, kwa hiyo nyonga inakuwa imara. Nini kinafuata? Wakati huo huo, misuli ya ndani ya mapaja zile adductors, inalazimika kufanya kazi ili kuzuia magoti yasifunguke sana. Inakuwa kama break, kama break ya ndani. Kisha unaposukuma misuli ya mbele ya paja, hasa ile sehemu ya ndani karibu na goti, inaongoza kiwiko cha goti kwenye mkono wake. Na vipi kuhusu wayo? Mara nyingi tunasahau wayo na hapo ndipo msingi wa yote ulipo. Misuli ya ndani ya wayo inawaka moto, inalazimika kufanya kazi ili kutengemeza tao la wayo na kuunda muunganiko thabiti kweli. Kwa hiyo unaona, lengo sio tu kunyosha mguu, ni kuratibu unyoshaji wa viungo vitatu: nyonga, goti na kifundo cha mguu, huku ukidumisha uthabiti kamili kiunoni na mgongoni. Ni kama orkestra nzima inatakiwa kupiga kwa wakati mmoja na kwa usahihi. Hiyo ni picha nzuri. Sasa twende kwenye sehemu ambayo, mm, najua itawasaidia wengi. Umeainisha makosa kadhaa ya kawaida, tuanze na lile unaloliona mara nyingi zaidi. Bila shaka, kosa namba moja ni kupoteza mkao asili wa nyonga, yani neutral pelvis. Unamkuta mtu anapoanza kusukuma, mgongo wake wa chini unapinda na kuinuka, au kinyume chake anaukandamiza chini sana. Ndiyo, na hii inasababishwa na kutumia sana misuli ya mbele ya paja zile quadriceps. Lakini kwa nini kutumia nguvu nyingi kunasababisha mkao mbaya? Ni kwa sababu zile misuli mikubwa zinajaribu kufanya kazi kabla ya zile za ndani za tumbo kuwa tayari. Mwili unaruka hatua ya uthabiti. Sawa, na rekebisho lake, rekebisho lake ambalo watu wengi hawalitegemei ni kupunguza uzito wa springi. Kupunguza lakini si hiyo inafanya zoezi liwe rahisi sana? Watu wanataka kuchoma misuli. Hapo ndipo dhana potofu ilipo. Kupunguza upinzani kunatoa nafasi kwa misuli yako ya ndani ya tumbo na sakafu ya nyonga kuwaka kwanza. Unajenga msingi kwanza, nguvu itafuata. Nimekuelewa. Sawa, kosa la pili: magoti kufunguka sana. Unasukua na magoti yanatengana kama chura hii ni ishara dhahiri ya udhaifu wa misuli ya ndani ya mapaja. Na hili unalirekebishaje? Rekebisho lake ni rahisi sana, weka mpira mdogo au mtokati ya mapaja, sio kwa ajili ya kubana kwa nguvu, bali kukupa mrejesho wa hisia tu. Ah saa. Unahisi mara moja unapopoteza muunganiko, inakukumbusha sawa. Na vipi kuhusu visigino? Najua kuviweka pamoja na juu ni changamoto, ni changamoto. Kosa la tatu ni visigino kushuka. Unaponyosha miguu, unaanza vizuri, lakini katikati ya mwendo vinashuka. Hii inaonyesha nini? Ukosefu wa udhibiti kutoka nyuma ya mwili, misuli ya makalio na nyuma ya paja. Rekebisho ni kutumia taswira: fikiria visigino vinaelea hewani wazo hili la kiakili husaidia sana. Na la mwisho ambalo prisnam sajia horobi ni kukaza vidole. Unashika ile futba kama maisha yako yanategemea hili, naliona kila siku. Hiyo inaitwa gripping, inasababishwa na misuli mirefu ya vidole kufanya kazi kupita kiasi, ikijaribu kusaidia pali kiini cha mwili kimeshindwa. Na rekebisho ni la kiakili, kwa makusubi, legeza vidole vyako Vifikirie vikiwa virefu, vimetulia. Hii inarudisha kazi pale inapostahili kuwa, yani kwenye koo yako. Inashangaza jinsi marekebisho haya yote yanavyohusiana na ufahamu badala ya nguvu. Na inavutia zaidi jinsi mkao huu mmoja unavyoweza kujumulisha kanuni zote sita za msingi za Stott Pilates. Umeisema vizuri sana, ni kweli kabisa. Hebu tuzipitie haraka. Kwanza, Upumuaji sio kupumua tu, bali ni upumuaji maalum wa mbavuni, sawa, lateral thoracic breathing. Ndiyo, unavuta pumzi, mbavu zinapanuka kando, hii inadumisha uthabiti wa kiwiliwili. Alafu ya pili ni mkao ule ule wa nyonga uleule wa neutral tuliouzungumzia kabisa. Ya tatu ni mkao wa kifua cha mbau, kuzuia mbavu zisifunguke sana unapovuta pumzi, hiyo inalinda mgongo. Wakati sio inaulinda kabisa. Nne ni uthabiti wa makalio ya bega mabege yametulia, mbali na masikio. Tano, mkao wa kichwa na shingo: shingo iwe mwendelezo wa mgongo, ndiyo na sita inahitimisha yote, mlolongo wa mguu, kuhakikisha goti linafuata katikati ya wayo. Unajua, unavyozitaja zote hivi, nagundua kuwa kila marudio sio tu kusukuma, ni kama unajikagua upya kila sekunde. Hiyo ndio Pilates ni jaribio la uthabiti, uratibu na usahihi lililofichwa ndani ya mwendo rahisi. Nataka turudi kwenye jambo ulilolitaja awali ambalo nadhani ni muhimu sana, nguvu ya wayo. Wengi wetu tunaweka umakini kwenye tumbo lakini tunasahau msingi wetu na huo ndio mtego. Ukisahau msingi, nyumba nzima inayumba. Fikiria hivi, chini ya wayo wako kuna misuli midogo inayofanya kazi kama kamba za kuvuta vidole chini na kutengeneza tao, sawa? Na juu ya wayo kuna zingine zinazofanya kinyume chake, zinavinyosha. Kwa hiyo ni kama mfumo wa kamba zinazovutana ili kuweka wayo imara lakini pia mnyumbufu. Analojia nzuri sana. Na huu mvutano unapokuwa na usawa, wayo unakuwa kama kama kihisi cha hali ya juu, sensa. Unatuma taarifa kwa ubongo, taarifa muhimu kuhusu mkao na usawa. Uthabiti unaanzia kwenye wayo, unapanda kwenye goti, unaimarisha nyonga, na hatimaye unalinda mgongo wako. Hii ndiyo maana footwork ni zana muhimu sana ya kimkao. Inakufundisha kujenga nyumba yako kutoka kwenye msingi sio kutoka kwenye paa. Na mchakato huu wote unaendeshwa na nini? Upumuaji bila shaka, upumuaji ndiyo injini. Unapovuta pumzi, kumbuka ule wa mbavuni, unaandaa mwili, unajenga nafasi, unajenga nafasi, na misuli ya ndani inajiandaa. Unapotoa pumzi, misuli ya ndani ya tumbo inabana kwa asili, na hapo ndipo unaelekeza nguvu kwenye miguu yako kusukuma. Kuvuta pumzi huandaa muundo kutoa pumzi huelekeza nguvu. Ni kiunganishi cha akili na mwili. Baada ya uchambuzi huu wote wa kina, tunachukua nini hasa kutoka hapa? Tunagundua kwamba "Toes apart, heels together" ni zaidi ya mkao wa miguu, ni somo la uwiano wa mwili mzima, hmm. Inakufundisha jinsi ya kuwa na msingi imara bila kujikaza, jinsi ya kujinyoosha bila kupoteza mpangilio, na jinsi ya kupumua huku ukidumisha mihimili wako. Yaani, wakati wayo unapokuwa na ufahamu, mguu mzima unajipanga, nyonga inakuwa thabiti na mgongo unarudi kwenye usawa wake. Ni kama ramani ya jinsi mwili unavyopaswa kufanya kazi. Asa. Hiyo ni kauli yenye nguvu. Na vyanzo vyako vinamalizia na wazo ambalo ningependa kukuachia wewe msikilizaji. Linasema, nyuma ya kila tegemeo sahihi, kuna nia na nyuma ya kila nia kuna mkao wa ndani. Ni wazo zito sana hilo. Ni zito. Kwa hiyo, tunakuachia wazo hili la kufikirisha. Ikiwa mkao huu mmoja unaoonekana rahisi wa miguu unaweza kufunua mengi kiasi hiki kuhusu mkao wako wa ndani, basi ni miondoko gani mingine midogo ya kila siku, kama jinsi unavyosimama, unavyokaa au unavyotembea, inaweza kuwa inakuambia kuhusu nia na mpangilio halisi wa mwili wako?